Jua la asubuhi lilipochomoza, nyumba ya familia ya mwendwa ilikuwa tayari imeamka. Rispa Mwendwa, mama kijana mwenye umri wa miaka 29, alikuwa anajiandaa kwa haraka. Alikuwa mwanasheria katika kampuni kubwa mjini Nairobi, kazi iliyomhitaji kuwa ofisini mapema kila siku. Mume wake Dennis Mwendwa alikuwa mhandisi wa ujenzi aliyejishughulisha na miradi ya mbali na alikuwa hayupo mara nyingi nyumbani. Katoto chao cha pekee Zawadi alikuwa na miezi kumi na minane, mrembo mtulivu na mwenye tabasamu la kupendeza. Lakini kwa Rispa hakukuwa na muda mwingi wa kumwangalia mchana. Tangu alipokuwa na miezi saba, Zawadi alianza kwenda kwenye daycare moja jirani, Happy Kids Heaven, iliyosifiwa kwa huduma nzuri. kimbia kimbia ya maisha ei, Zawadi anajifunza haraka sana, alisema Rispa mara kwa mara kwa fahari kwa wenzake E, anaishi na watoto wenzake, anapata stadi mapema. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo ambayo haikukaa kimya kabisa. Siku mmoja alisahau kumwamsha Zawadi kwa kumbusu. Siku nyingine alimsahau na kumsindikiza mfanyakazi wa daycare bila kumpa maziwa ya kutosha. Alijipa moyo kwamba maisha ndiyo yalivyokuwa na watoto walipaswa kuzoea mapema. Dalili isiyoeleweka Siku moja mfanyakazi mmoja wa daycare, msichana mwenye tabasamu la bandia aitwaye Miriam alimwambia Rispa kwamba Zawadi alikuwa e, ametulia sana siku hiyo, hakulia, hakutabasamu na hata hakutaka kucheza. E, labda kachoka tu, Rispa alijibu, huku akijiandaa kwa mkutano muhimu. Hakutaka hata kukumbuka kuwa mara ya mwisho alikaa na binti yake kwa zaidi ya dakika 30; ilikuwa wiki iliyopita. Lakini usiku huo Zawadi alianza kulia isivyo kawaida, alimkumbatia mama yake kwa nguvu, huku macho yake madogo yakiwa na hofu ya ajabu. Hakutaka kulala peke yake. Rispa alimpa maziwa, akamwimbia, lakini kilio kilizidi. Siri inafichuka. Kesho yake Rispa alipokea simu kazini. E, samahani mama Zawadi, alisikika sauti ya mwanamke mzee aliyekuwa msimamizi wa day care E hey, tunaomba uje haraka, kuna jambo limetokea. Rispa alipofika alikuta watu wakimzunguka Zawadi aliyekuwa amelala kwenye godoro dogo. Macho yake hayakuwa na ule mwanga aliyouzoea, alikuwa kama kivuli cha furaha yake ya zamani. Baada ya vipimo hospitalini, daktari alimwambia jambo la kushtua: Zawadi ana dalili za kiwewe cha kihisia, ya emotional trauma. Inaonekana kuna jambo lilimtokea au alishuhudia kitu kibaya sana. Rispa alidhoofika, e, lakini yuko tu kwenye day care kwa watoto kama yeye. Lakini uchunguzi zaidi ulibainisha kuwa mfanyakazi mmoja wa day care alikuwa na hasira za mara kwa mara na mara kadhaa aliwahi kusikika akiwapiga watoto na kuwatisha. Wazazi wengine pia walianza kueleza mashaka yao. majuto Rispa alirudi nyumbani akiwa na huzuni kuu. Alimkumbatia binti yake akilia, "Samahani Zawadi, samahani sana." Kwa miezi kadhaa, Zawadi alihitaji ushauri wa kisaikolojia, muda na upendo wa karibu sana. Rispa alilazimika kuchukua likizo ya kazi na hatimaye aliamua kubadilisha kabisa mtindo wake wa maisha. Alianzisha biashara ya nyumbani ya ushauri wa sheria mtandaoni ili awe karibu na binti yake. Denis ambaye awali alikuwa ameacha kila kitu kwa Rispa, naye alijifunza kujihusisha zaidi. Alikiri kuwa kazi ilikuwa imemfanya kupotea kwa muda mrefu. Funzo. Miaka mitano baadaye Zawadi alikuwa binti mwenye furaha, mwenye akili na anayependa kusimulia hadithi, lakini alibaki na kumbukumbu dhaifu, kumbu za siku zile mbaya. Ii, kumbukumbu zisizo na maneno, lakini zilizojificha ndani ya mioyo yao. Rispa aliandika kitabu kilichoitwa uwepo wako ni zaidi ya huduma. Alizungumza kwenye warsha nyingi, akisisitiza kuwa shule za kutwa si mbaya, lakini wazazi lazima wawe makini zaidi. Day care inaweza kuwa msaada mzuri, lakini hakuna huduma iliyo bora kama ya mzazi mwenyewe, hasa kwa mtoto mdogo sana. Aliambia kundi la akina mama vijana, i e mtoto anahitaji zaidi ya chakula na kucheza Anahitaji usalama wa kihisia mahali pa upendo wa kweli. Hitimisho. Zawadi alipoulizwa siku moja na mwalimu wake wa darasa la kwanza, ni nani shujaa wako? alitabasamu na kusema, ni mama yangu, kwa sababu alinirudisha kutoka kwenye giza na akawa mwanga wangu. Na maneno hayo yakawa ujumbe wa hadithi yao, hadithi ya mama binti, na uamuzi wa pili uliookoa kila kitu. Funzo. Wazazi, maisha ni magumu na kazi ni muhimu, lakini hakuna kazi iliyo ya dharura kama ule uwepo wa mzazi kwa mtoto wake mchanga. Wakati mwingine, gharama ya kumkosa mtoto inaweza kuwa kubwa kuliko mshahara wowote wa